Koma. Karibu ndio neno pekee la kiungwana na kila muungwana anapenda kusikia likipenya kwenye nta zake za masikio. Nami pia nachukua fursa hii ya aushi na adhimu kukaribisha wewe mpenzi mtazamaji wa kipindi hichi cha Koma. Huyu si mwingine ni Salim mwanangu Ahmed, mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili. Endelea kulambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki. Leo katika mradi Koma bwana, nina wageni wangu hawa <laughs> wageni hawa ni aushi sana Nikianza na sister hapa karibu sana, Asante sana. E, e, mbona umekuwa mstarabu kidogo ah. <laughs> <apani anze, magu. laughs> okay, sawa jina. Na mimi napenda nikuite kwenye lako maarufu, bila shaka nikikuita utaenjoy freedom fido, yes. Leo bwana, nina maswali kadha hivi, lakini haya haya hayavuki mipaka ndani ya ndoa. Kwa taarifa zisizokuwa rasmi, uh, vijana wengi sana wamekuwa wanachelea kuoa au kuolewa, si kikeni si kiumeni. Nini hasa ni ugumu wa maisha, au woga wa kuyaogopa yenyewe hayo kuyaingia? Nikianza na wewe, nadhani niseme ni ugumu wa maisha ah, overall, lakini kuna uoga pia ndani yake yani... mimi nishike kwenye uoga hapo, nini hasa ah? Mimi nafikiri ni lifestyle, sio uoga. Lifestyle hmm, ya sasa hivi, kutokana na teknolojia tunayoenda nayo. Ndio mnaogopa kuoa au kuolewa ah? -ah, sio kuogopa ah. Ni kwamba lifestyle sasa hivi, maisha yetu sisi ni mitandao, maisha Uh, ndoa kila kitu mitandao, mm. kila kitu, jamii inatakiwa ijue. Kwa hiyo hapo sasa ndo kuna swala la ndoa la kuja, la kuogopa kuolewa mm. au kuogopa kuoa liko hapo, Fido ulikuwa unasema. nachoweza kusema mimi alichozungumza Agi ajakosea, uh, Agi alichozungumza ajakosea. Mm. Uh, ha, unamwogopa? Hapana yeah. <laughs> Kazungumza sehemu nzuri sana na, yeah. Nafurahi amezungumza hilo kwa sababu hilo yeah. ndio linafanya vijana wengi yeah. waogope kuingia kwenye, yeah. kwenye kwenye ndoa. Ndiyo. Unajua maisha sasa hivi kweli asilimia mia au asilimia 99 ni kiacha moja, kwa wale wanaotumia simu wanatumia simu janja, simu za kisasa, simu za kufuta za kupanguza, kuna maisha ambayo tunayaona katika mtandao. Haya yanatutisha kweli. Yaani unaweza ukaona mtu anana, anana, anafunga ndoa ya thamani sana. Alafu mpenzi wako uh, yeye akaona kupitia mtandao. Akawishi maisha yale ambayo anaona kwenye mtandao ndani ya mtandao. Lakini nikashindwa kusema lolote kwa sababu naogopa uh, maisha lifestyle na uishi. Yeah. Usikute ni, ni, ni mke mwema, ni mke bora tu, lakini kwa maisha ambayo ya mtandao ambayo pia ni yanaongozwa yao yanachagizwa na kujenga brandi. Sasa mwisho wa siku inaweza mimi nikanaona kwa lifestyle yake, mimi siwezi kumapproach kwa sababu mm, nahisi nice kama ni mtu wa gharama sana yeah. Kumbe napishana na, na mke wangu ambaye angeweza kunizalia watoto na maisha akaendelea, si <laughs> anaelewami <laughs> mm. Yeah. Um, kwa upande wangu, unajua yeah, maisha sasa hivi yanaenda kasi sana, kasi sana, ndiyo Uh, zamani mm. mabibi zetu mm. walikuwa wakitaka kuoa, unajua unaenda kwenye kaya fulani mm. yani kwanzia anakuwa unamuona mm. then unajua, hapa kwenye kaya hii tutaoa hapo, ndiyo. Lakini sasa hivi mm. binti mdogo ambaye anatakiwa awe shule mm. anajua kila kitu, yani kila kitu ya maisha ambayo hata mtu mzima uyajui mm. ndiyo. Sasa hapo ikifikia hapo sasa, mm -hmm. utakuta mtu na miaka thelathini, kwa mfano mwanaume mm -hmm. uko tayari kuoa mm -hmm. yule binti ambaye unaona ni mdogo sasa, mm -hmm. ukiweza kumsogelea, mambo anayoyaongea mm -hmm. sio yale mb... yani sio yale ambayo unadhania mm -hmm. kama binti wa umri ule anaweza akaongea vile au kafanya vile vitu. Kwa hapo sasa, je unafikiri huyo mtu mm. anachukuliaje watu wa ambao yeye ndo anatamani kujua huyu. Uligusia na... uli, uli mtandao yeah, ukazungumza kwamba watu wanaweza kuwa wanaogopa kuoa wa au kuolewa kutokana na, na, na, na mtandao. Wewe unatizama vigezo vipi kwenye kuoa au kuolewa? jamani <laughs> ah, kwa upande wa wanawake sisi tunaishi feki, yani kisema feki namaanisha binti utakuwa kwenye mtandao mm. maisha ambayo anaposti mm. Mimi mwenyewe nikimuona nasema Mungu wangu. Mm. Huyu binti anaweza anaweza kuolewa hata Marekani huko sio Tanzania. Sio Tanzania. Sio Tanzania. Hakuna type ya kumuoa. Yaani hakuna mwanamume ambaye anaweza kumsogea binti Tanzania. Labda olewe na kina Drake huko. Lakini sa huyo binti akitoka hapa akishatoa makeup akivua wigi yake akika pembeni, akiingia kwenye chumba chake kimoja. Yaani tofauti <laughs> yeah, well. ya na wale wa sherehe. Wewe bwana. Kwa vijana wengi yale maisha na waogopesha sana. Hajui mke ni yupi. Hajui binti ambaye hahitaji ndoa ni yupi. Hajui binti tu akupita naye ni yupi. Kwa hapo sasa kwa... tukiachana na mabinti ambayo unawahadithia, mm -hmm. Wewe Agi, unatizama kigezo kipi ni olewe na mwanaume? Kigezo gani unatizama hasa? Ah, mimi. Hmm. Hmm. Mimi mtu atakaye akiwa mimi pangu pakavu mwenzangu kama mimi katia mchuzi yeah, akae mbali kidogo. Yaani mimi ahe. Ya. Na niliwahi kukusikia siku moja unataja fedha za gharama sana. Of course. Eh. Unajua mimi hmm. nimesoma mpaka kuanzia hmm. uh, elimu fulani mpaka sasa hivi niko elimu yangu, yangu hmm. na kazi yangu na biashara zangu na jinsi navyokuwa age yangu navyoenda hmm. juu, maanake napata maarifa mengi hmm. napata exposure nyingi. Kwa nini mwanaume aje niwe kwa gharama ya chini? na na unavochelewa ndo gharama inapanda. Exactly na, na wasiwasi asije akaja kuishusha hii gharama wakati umri utakapokimbia, unajua haiwezekani uh, uh. Kuna wakati unajua, no. Mwanamke anaweza akakataa na hasa mm. wacha ni rudi nyuma kidogo yeah. Uh, wakati una post makubwa kwenye mtandao expensive life, mtu anaiona anakuwa na hofu ya kuingia kwenye mahusiano. Umelisema hilo yeah, kwa sababu anakuwa anaona kabisa nawezaje mm. Hiyo nachoza kusema wanawake wengi wanajinyimia riski zao, yani amezungumza hapa yeye mwenye. Uh, kwamba uh, mtu anaweza katamani kwa kwa maisha yale anafaa kuliona mtu kutoka Marekani, sio hapa lakini hii ni kwa mwanzo tu. Kuna heji ikifika utatamani yule ambaye ulimwambia uwezi kunioa, au ulimchagua hata arudi basi, kwa sababu jeuri hii ni kwenye heji fulani tu. Hapa kuna umri ukifika utatafuta kukuoa. no. wakati huo pia mayai yanapungua. Hapana mm. mimi naamini yeah. mwanamke anapoongezeka umri mm. ndio anakuwa matured mm. akiwa matured, akili yake inakuwa timamu exactly mm akiwa machuari na manake, huyo ndo mtu anayepaswa kuwa mke, kwa sababu kapitia maisha yote, anajua ups and downs za mahusiano mm. za na za mwanaume na za familia na kila kitu mm. huyo ana thamani kubwa mm. ukimchukua binti ametoka chuo fresh mm. from chuo ambaye ana exposure yoyote ajui mm. chochote ajui maisha, ajui experience yoyote ya maisha mm. ukimuingiza kwenye ndoa mtashindwana. Je, je sisi tuko tayari kuwa na binti ambaye kapitia maisha yote ni hatari hiyo. <laughs> Sasa hiyo ni yote ushayamaliza huko no. mimi nafasi yangu iko wapi? ah. basi niachie kidogo na mimi ni enjoy hapana. nah. Wanaume mnakosea sehemu moja, ndio maana hmm. ndoa nyingi ah. sasa hivi hazidumu hmm. unadhani kwa nini wanaume hmm. mnachodhani mnacho fikra zenu ni kwamba hmm. binti anayetoka da chuo nikimwahi huyu binti huyu hmm. ndo atakuwa wa kwangu kwa sababu hajapitia mambo mengi, ingawa akiwa chuo kuna wenzako walimwahi kidogo. exactly yeah. Hiyo wanaume wengi hamfahamu, uh, lakini yule binti anakuwa hajamaliza maisha. Ndio baada ya hapo atahitajika experience maisha mm. nje ya masomo nje ya wazazi mm. nje ya familia yake mm. ambayo alishazoea kupewa. ndio je yeah, hayo maisha ambayo haja experience kwa haja experience kwako, akikuta kumbe wewe haukuwa sahihi kwake, mm. maana yake ita, itabidi atoke, uh, hapo sasa ndo kuna kuwa kuna, kuna, ma, eh, single parents sana hapo exactly lakini ukioa mwanamke ambaye ameshamaliza, ameshapita kila kitu, namaana anajua maisha yote. Akiingia kwenye ndoa anajua mimi hapa ndio natakiwa niishi hivi, kuna ups and down, nikishuka haya ni maisha, lakini kesho tutapanda. Inamaana hiyo ndio itadumu kuliko yule ambayo umemchukua binti mdogo. Nadhani na, na labda upate mwanamke ambaye ameshakubali au anakubaliana na hali katika hiyo experience yake, lakini ee, kama ajamaliza, kama sasa kama tuseme kamaliza, lakini wakati anamaliza kuna vitu alivyoona vizuri, ni mpaka yeye mwenyewe aseme kwamba sasa hivi nimemaliza, lakini uh, kuna kuna kuna hali Kamu... ya kukubali kwamba sasa chochote kitakachokuja nakubaliana nacho, lakini kama mwanamke akimaliza uzuri wake, hauna cha kumwongopea exactly. anakuwa amemaliza yeah. hata ukijisemesha vyovyote na kutizama, najua unakopita nimepita mimi, uone hiyo ni mbaya yeah. <laughs> sikiliza kwanza, wewe una enjoy kwa wewe, umeoa ndio una enjoy ndani ya ndoa na enjoy sana yeah. na sijawahi kujutia Eh, katika vitu ambavyo watu ambao hawajaoa wanavikosa, na naomba nizungumze nao vizuri, ndio kwenye ndoa kuna vingi sana, yaani kwa mtu ambaye alikuwa nje, na kama kuna kijana anaogopa kuingia na, na ndoa, kuna vitu anavikosa. Zungumzia kuhusiana na budget wise, zungumzia kuhusiana na mahaba mazito Si unanielewa? yeah. na kuna vitu vingi ambavyo tukonaa ndoa tunaenjoy, yaani sio swala tu la mapenzi kama jina la ndoa, kwa sababu ndoa ni, ni, ni, ni mahaba mm. ndoa ni, ni, ni tulizo ah. ndoa ni, ni, ni, ni faraja ah. ambayo Mwenyezi Mungu nanaakanapa baraka ya mtoto kwa mm. mm. yaani kwa sababu hata kwa tafsiri ya lugha ya, ya Kiswahili yeah. uh, muuni ni nani? Ni mtu ambaye hajaoa kwa hiyo mimi sio muuni, ndoa inakuheshimisha. Kwa hiyo, kwa hiyo nataka kuniambia kwamba <laughs> asiyekuwa asiyeoa na hajaolewa huyu <laughs> ni muuni, ni muuni, sio? Kwa mujibu wangu eh. Kafunue tuki kamusi, kamusi <laughs> Agi yeah. Wewe ushawahi kujutia ujaolewa? Sijawahi kujutia. Hujawahi? Hapana. Kwa sababu mm -hmm. Thamani yangu natakiwa yule anayenioa au ni thamani yangu, thamani yangu ipi kama sijaolewa mpaka leo hii? A, kwanza Agi wewe ni mzuri basi waliokwambia walikuongopea, mi ndo nakwambia leo we ni mzuri kwa okay. <laughs> sababu wao labda walizungumza kwa yao, ila mi nakwambia kwa takhalikati ya Mwenyezi Mungu eh, no. kwamba khulikti kama atasha uliumbwa kama ulitaka mm. kuumbwa hivyo <laughs> ni ni, ni kweli ni kweli mrembo, na mpaka inanipa mashaka kwamba je, ni, ni, ni we mwenyewe au mloganzira <laughs> mwenyewe <we>. huyo <laughs> Mbona kama ni... unataka kumshika ni, ni, ni ta kidogo nithibitishe ni, ni <laughs> ata kuonyesha ni wawakilishi <laughs> ni, ni, ni wale ambao <laughs> wanatamani. Kwa kwa nini uwakilishi watu bwana? Kabisa. ana ana enjoy enjoy ndoa. Ndoa <laughs> kwenye ni kama anatamani mtu mwingine anayemwona mbele yake. Unajua, kwa sisi Waislamu kuna nafasi na uzuri ni wa mwanamke ambaye amehifadhi dini, kwa hiyo moja mbili tatu nne mimi sijamaliza na wewe wewe haujaolewa yes? hmm. Kwa, kwa ni bado e, na umesema una enjoy yeah? E, itakuwa tayari, na ikiwa tayari inakuwa katika swika gani? um, mimi bado kwa sasa lakini hmm. ikiwa tayari yani yule atakaene, e, <laughs> <laughs> a mimi, cha kwanza jimbo liko wazi e, jimbo liko wazi. Alikuwa anaelezea vigezo vyake e, labda nami nipate kuvijua, uenda leo niko na mke hapa wa pili. Kuna vigezo gani una vihitaji? Ndio. ili mtu aweze kusema akaone wazazi of course, cha kwanza hmm. nataka mimi mwenyewe mwanaume atakayeniona mimi kuwa naye Ndio. Aone thamani yangu Ndio. kwanza natamani niolewe nikiwa na miaka 40, ah, cha kwanza ah. Kwa sababu gani nasema hivyo? sasa hivi uko ah. na, na umri gani? sasa hivi na miaka 30, ili nijue nasubiri kwa muda gani <laughs> 30, 30 moja. 30 na moja. Na moja. Una takriban ya miaka kenda hivi kenda. Eh. Kwa sababu gani? Cha kwanza, mm. mm. Uh, jinsi inavyozidi kukua, mi naamini thamani yangu itazidi kupanda. Yani kwa sasa thamani yangu niliyopofikia ah. Kila mwaka najitathmini upya kwamba nimefika wapi, elimu yangu inavyozidi kuipata. Kwana tujadili ah, kidogo. Miaka 40 mingi bwana ah. Sasa ndio thamani yangu inavyozidi. Miaka 40 mingi bwana, naomba nikupunguzie leo bwana. 40 40, miaka mingi sana e. Baba yangu aliwahi kunipigia hesabu, mwanangu una miaka mingapi? Nikamwambia e, utaoa ukiwa na miaka mingapi? Nikamwambia, akaniambia mkeo, kama atakuwa na kizazi, manake ni miezi tisa, mwaka huo Nane? Nane. E, anatakiwa kusoma miaka saba tena, ukiongeza 38 kujumlisha saba inakuwa ngapi? 38 jumlisha saba inakuwa kitu kama 42. 45. Sawa, 45. Halafu asome sasa form 1 mpaka form 6 miaka sita mingine hiyo e, e, hmm. Unaanza kuwa babu, mtoto bado babu ba na, na unasema hey, okay. Madaktari kwa miaka 40 mayai sio vitu gani? Hiyo ni zamani uwezo ah, ah. Ufanisi technology sasa hivi sehemu ya, ku, ya kuitwa uitike usiku unakuwa mzito. Sisi tunaambiwa tu wewe, watoto wadogo, kwa sababu ya faragha kidogo, kuna

kuna teknoloji linavyokuwa na kali, inavyozidi kuenda watu mm, siku hizi tunakula mboga mboga, bwana. Watu mm, siku hizi tunaenda gym, tunafanya mili yetu inakuwa mizuri mm, haitapiti kama zamani. Unajua mm, mchanganya maisha ya zamani na sasa hivi. Sasa hivi mtu uh, ana mi, eh. <laughs> miaka 60, na bado ukimuona kama binti wa miaka 20. Kwa hiyo mimi miaka arobaini nasemaje, na nachoka kabisa miaka hiyo arobaini. Unajua, unajua wanasema wal, walosema ujana maji ya moto walikuwa na maana uh. Yani, damu imechemka. Hii damu ikipoa, yeah. na upoaji wa, wa, wa, wa, wa umri anaanza kiumri ki zaidi, mtu anaanza kupoa akiwa na miaka arobaini. mm. Pale kuna dua hadi maalum <laughs> yeah. kwa mtu anayefikisha miaka 40 kama mwanaume, ndio tezi zinaanza kuitika, unahitaji mazoezi na wasiwasi. Je, miaka 40 hiyo, nikuite nikwambie, sitaki hii, nibadilishie hii? Au ndio tutakuwa tuna apply gogo tu? Miaka 40 umwelezi mtu hivyo, miaka 40 mtu anafanya mwenyewe. Utamwelezaje hivi? Katika mtoto mdogo miaka shakua iko machuadi kila kitu, utatakiwa umfundishe, utakuwa umechoka. Wasiwasi wangu mabinti wadogo wanajituma sana nje. Ah, mabinti wadogo ndio hakuna anachokijua kuliko mtu wa miaka 40. Kuna mada, kuna mada yeah, nilizungumza hapa ya namna ambavyo watu wanachepuka eh, ikaonekana kwamba eh, uchepukaji umekuwa kama fashion hivi sasa. Mm, ukiniambia miaka 40, naona unaweza ukawa una mruhusu mwenzako akutane na watoto wadogo hawa Nyingi. Na spidi na, zao wana, wana mapigo mapya popo kanyeya mbingu si, wana mapigo makali sana. Yeah. Sijui kama anaweza kucheza na jenzi. Unajua, ukishafikia umri fulani, na kusema miaka 40 na maanisha kitu kimoja. Miaka 40 watu mnaishi kama marafiki, amuishi kama wanandoa. Mtu akiolewa kwanzia miaka 20, 25 mnaishi kindoa, alafu kimua mtu ambaye ameshakuwa sasa, ameshamaliza kila kitu. Sasa hivi naangalia mimi ni familia watoto mume wangu maana hata mume wako ukimwona siku fulani sana anahitaji angalau awe na mtu mwingine. Mme wangu ina kuruhusu yani, miaka 40 ni kama mtu mm, unaweza kukaa na mume wako Mbia. Mm, mme wangu mimi sasa hivi nimepata mtoto mm. sasa hivi naona mme wangu unahitaji uh, faragha nyingine Emu, mume wangu nakuruhusu. Ndio maana nikasema miaka 40 tayari uko machua. Ah, ah, machua na maisha ambayo unaweza mruhusu mume wako hata kidogo. Sitaki nakataa. Ah, ah. Hmm. Ananivutia ni nimsilimishe bawe mke wa pili eh. <laughs> Atakupa ruksa. Yes, unajua wakati mwingine sijui kwa nini wanawake hili amelizungumza, unajua... unaweza kumruhusu mwenza wako kwa sababu tu uh... inawezekana kabisa kabisa, najua inawezekana, lakini wewe unaliweza hivyo. Mimi naliweza. Ndio maana nikasema nahitaji niolewe, ningia kwenye ndoa nikiwa na miaka 40. Namaanisha wakati huo, mimi focus yangu 20, 30, 40, ni miongo 40, sio yeah. mchezo muda huo mimi mme wangu ni kama mtoto wangu kwao. Jinsi unavyoolea mtoto mm, ndivyo jinsi utakavyomlea mume Yaani, mume hata kama ataenda, ukimruhusu nenda mume wangu hmm. yaani akifika huko anarudi mwenyewe, anasema kwa nini mke wangu ameniruhusu? ilikuwa sio nenda mwana no, mimi nimekuruhusu kwa moyo lakini kutokana na vile navyoku treat. Unajua, ndoa ndoa ni, ni urafiki, ndoa kukaa na mume wako, mnacheza ndoa, mnaweza mkakaa mkalishana hmm. ndoa kuna vitu fulani ambavyo hmm. ukiwa chini ya age hiyo huwezi kujua au experience kuna kitu kina, kina, kina vinasaba kabisa na na na na, na, na, na mapenzi. Wivu ukisema unamruhusu mtu aka, aka, aka, mpenzi wako aende kuchukua dogo dogo kufanya chochote, ataona kweli kuna mahaba hapo ndani? Na akibaki moja kwa moja anakoenda huko kwenye ruksa, huoni hatari kwenye ndoa? Wivu upo, lakini wivu hautakiwi kupita kiasi. Ndiyo. Wivu anatakiwa uwe ni wivo wa maendeleo ufanye sana hmm. Lakini mapenzi akisha kuwa mke wako akishika mme wako hmm. Automatic huyo unampenda naye anakupenda eh. Eh, eh. Kwa hiyo akienda hata akienda sehemu nyingine ataenda kujifurahisha kwa sababu huwezi mbana mwanaume ili jimbo liko wazi, lakini no. Sharti yake ujibu kawadhi ndipo zitendeke kazi, kwa maana kazi na ubazazi hazitakuwa kazi. Miaka 40 yani humo ndani kuna kenda ngapi? 9 kuna 9 eh 40 atakupa hiyo ruksa uko tayari kusubiri miaka tisa? ni midogo sana kwa mtu ambaye mwenye upendo wa dhati unasubiri huyu? <laughs> hapa ni mbuji na mshititi wa lugha ushina adhimu ya Kiswahili ni Salim mwanangu Ahmad. Leo nimeenjoy sana. Kwa hiyo mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano sasa hivi anasubiri mpaka miaka tisa, anasubirishwa tu, yani anasubirishwa, amekwambia yuko nani, bwana hayupo kabisa. Lakini yani, usiniambie unakula vyakula vya mafuta. Unajua mwili ulivyo, Mungu alivyoumba, unavyokula vitu vya mafuta ni lazima vitoke. Sasa unavyosema sasa hivi uko single, unawezaje kwa endo miemko ya siku kawaida? Mimi nikiona kwamba nahitaji mtu, kimbia zangu, naenda kufanya mazoezi na hicho ni kitu kizuri sana kwamba ikifikia hatua imefikia, umekula umeshiba, na kuna vitu unaona ulivyovihadithia mafuta na ulaji wa sasa. Basi sister anakwambia yeye anakwenda gym. Gym hakishakuwa yuko pale, ana iPod zake masikioni, anafanya mazoezi. Basi tayari waliotendwa wangeenda gym na wakafanya mazoezi, fanya mchezo mapenzi hutuishia hey, hapo aliyekula kala bwana huyo. Hey, hapa mshititi wa lugha ushina adhimu ya Kiswahili simtaki tena video kwenye kipindi changu. <laughs>